Yes, niaje? Oh, oh. Hey, bobo eh, nimetumwa hapa nafanya na maprozo technical company eh. hey. Hey, mimi na na installing wifi oh, only the one it ni mimi sasa, kama mtu mwingine safi. Sawa sasa, sasa mimi, maybe unaweza nipatia, unaweza nipatia, unaweza nipatia time, mm. ni space kidogo eh, mimi ndio kuingia hapa, ni ninge set hivyo, ndio hapo. Kwanza kwanza kuweka hizo fiber cables, nipige hapa tu kidogo hivi. Mkono hiyo wa 3.5 ah hujakuja nazo? Sijakuja nazo. Unajua alikuwa anasema hiyo itakuwa iko hapa, alafu ndio mimi kwa installation sasa, au uko nayo? Sawa alafu mtanipea space kidogo. Sawa sawa, wazi sawa, wazi

Eeh, sasa tutafanyaje, tupigie bro ama tufanyaje? Eeh bro, bro huyo jamaa wangu ule jamaa wa net mwenye alikam leo, ule alikuja kutengenezea net, usikii bwana, ametutoka kila kitu. Huyu jamaa wako wa net mwenye ulikuwa unasema anakuja kutengenezea leo net Ah, si uni alimpigia, mimi sijui hapo sasa. Ah, bana. Eh, huyu jamaa ametuosha kila kitu, hakuna redio, hakuna pasi, hakuna kila kitu.